Mi nipo hapa kwa sababu moja tu, hawa ni the Mafik na mi nipo katika familia ambayo unajua na, na, katika familia lazima kuwepo na watu ambao wanaangalia familia na vitu kama hivyo. Hii ni family family kubwa pia. Mi ni kama mdau, na support na wasupport, nipo kwenye management, nafanya kila kitu. Mi ni kama si kwenye uwanja kwenye uwanja wa mpira, si mchezaji gani anafanya vitu vingi njuma, Koyo, n, yani unaweza kumkuta karudi nyuma akaenda mbele hivyo, umeelewa bwana, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hiyo nipo kuhakikisha the Mafik inafika pale ambapo inapotakiwa kufika. Well um, uh, the Mafik kwanza ni international wako locally right now, lakini ni international. International nikisema hawa ni wanamuziki, sio wasanii wa Bongo Flava tu, ni wanamuziki, wanaperform live na bendi, wako vizuri. Leo tutapata na fursa kama ya lisali moja lisali moja na nusu, wataperform kuonyesha watu ambao tumewaalika hapa, wanafanya kitu gani, lakini so far so good kwenye muziki wao, ambao sasa hivi leo tutaintroduce wimbo wao mmoja na video moja Um, itaenda, umeelewa. Tutaintroduce watu waione hapo kwa mara ya kwanza, lakini itaenda town, lakini tumetarget nyumbani na nje pia kwa sababu um, wana kila uwezo wa kufanya hivyo ambavyo sisi tunataka wa kufanya wafike mbali. Jibu lako nalokupa ni kwamba hawa tunawahakikisha wanafika mbali, lakini hatuwezi kufika mbali bila support ya wananchi. Na ndio maana tumeita media tofauti tofauti, mpo hapa kutufikishia ujumbe kwamba tunaomba wa support The Mafik wa support The Mafik wa support The Mafik whatever and regardless of whatever wafike pale ambapo wanatakiwa kufika katika familia, tulizungumziaje sana kwamba kitatokea hichi kitatokea hichi tunamwomba Mungu atubless tuendelee kuwa pamoja na vijana wafike town. Amen. Kidole kimoja akivunji chao. Ya kwa hiyo mi nimeunganisha vidole viwili vimekuwa vitatu, imeelewa vizuri, ili tuvunje chao, kwa maana hamadai imefanya vitu vingi, ni kweli, lakini nimeona bado uwezo wangu unahitaji kushare kushare na, na, na, na ndugu zangu ambao nimefanya nao vitu vingi. Yaani mimi nimefanya vitu vingi, ila hawa nimefanya nao vitu vingi, basi na watu kujua kama mimi nimefanya nao vitu vingi, ila ili niju, niwajulishe watanzania wote kwamba Hamadai alikuwa anafanya vitu vingi na wakina nani ambao walikuwa hawaonekani, basi huu ni wakati wake, yani huu ni wakati wa hilo swala kuonekana. Kwa hivyo vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika basi na watu kujua. Sasa ni rasmi Hamadai, pamoja na ndugu zake, ambapo kuna mbalamwezi yep. Rhino King kuwa pamoja na kufanya kitu kimoja ambacho leo kwa pamoja tunatambulisha wimbo wetu ambao unakwenda kwa jina la Passenger. Uh, kama mnavyojua hawa ni vijana ambao walikuwa wanafanya mziki before na sasa tumeamua kuwaleta kwenye ulimwengu wa, wa mziki tena na nikisema kwamba tumewaleta kama kundi, naweza nikasema kwamba kuna makundi machache kwanza, lakini pia hawa ni vijana ambao wamekaa pamoja na wamejaribu kutengeneza chemistry ambayo uh, tumeona inaendana na wanaelewana na wanaishi vizuri. Kwa hiyo ya, yeah, The Mafik ndio iko hapa leo. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chif, vipi? Pesa ni mpesa ha. Baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chif, vipi? Pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimuoneshe weit alipofika, na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mimi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, The House of Favorite Newspaper.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 Desemba 17, 2017, kwa shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, limeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi mia tano tu.